Kamati ya siasa ya mkoa wa Singida ikiongozwa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida Martha Mlata imeanza ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya mbali maendeleo ambapo hapa katika halmashauri ya Singida vijijini ambapo kamati hiyo imefika kukagua ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri hiyo na taarifa ya ujenzi wa jengo hilo ikiwasilishwa na kamati. Ujenzi wa jengo la mbele umekamilika kwa asilimia mia moja na jengo linatumika tangu Julai 2023. Ujenzi wa jengo la nyuma Yeah, real mean, umefikia asilimia 97 ambapo kazi iliyobaki ni kufunga vifaa vya mfumo wa tehama. Akizungumza mara baada ya kupokea taarifa hiyo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida Martha Mlata alipongeza serikali kwa uwazi katika fedha ambazo inazitoa kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kila senti anayoiweka, <coughs> mama anasema nimepeleka milioni kadhaa kujenga daraja, wananchi wote wanakuwa wanajua, alafu baadaye anawaambia daraja hili limeshakamilika kwa kiasi hiki. Kwa kweli ni, ni, ni hatua kubwa sana ambayo tunamshukuru mama kwamba fedha zote zinaletwa, kila mtu anajua kwamba hela imeletwa hapa, kama ni milioni, kama ni milioni na imeletwa kwa ajili ya nini. Lakini jambo lingine ni matumizi yake kwa kweli, pamoja na yote, fedha nyingi zimeendelea kuja, lakini matumizi yake yamekuwa yakienda vizuri sana. Naye mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego akatoa wito kwa watendaji kumtumia katibu tawala mkoa wa Singida inapojitokeza changamoto. Wanatoka hapa wanaweza kwenda mpaka Dodoma, rasi yuko pale pale, amekaa wakati wa kuja kukwamua hili, yuko pale mkoani, ndio mwenye hela zote hizi anazozisimamia zote. Huu ni mwezi wa sita naongea hivyo tusije tena tukafika tarehe 30, hela zikaanza kuvuka. Nao wajumbe wa kamati mkoa wa Singida wakatoa yao maoni. Na tunajua sisi chama tukiambiwa kuna jengo limejengwa tufike tulione. Hili hapa tumetoa ushauri, kwa hiyo niwapongeze sana sana mkuu wa mkoa tupongeze sana, tunajua mambo ni mengi lakini yote atakwenda kwa pamoja, kwa maana changamoto nyingine nyingi ambazo mnaweza mkaziepuka na mkasaidia wananchi, kwa maana kukamilisha ujenzi kwa wakati mm-hmm. ili mwisho wa siku hela zote hizi zitumie muda mrefu sana.